Unaitwa Ramadhani Kailima mkurugenzi wa Tume Huru ya Taifa uchaguzi. Aa, kama nafamu, ni mwaka wa uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani a mwezi Julai mwaka jana 2024, na tumekamilisha mwaka huu Machi 2025 na tunatarajia Jumatatu mwisho mwingine atatoa ratiba ya uboreshaji wa daftari ya pia kura ya pili, sasa kama sehemu ya kukamilisha pia. Uh, tume kwa mujibu wa kifungu namba mia moja sitini na mbili kifungu dogo cha kwanza cha sheria ya uchaguzi rais na madiwani, ambayo kinaelekeza tume kushauriana na vyama vya siasa na serikali kuandaa na kuchapisha kanuni za maadili ya uchaguzi, ambayo maadili hayo yataweka shughuli mambo yote yanayohusu uh, taratibu za kampeni uchaguzi na namna y kutekeleza ma, uh, kanuni za maadili hizo. Na ukisema kifungu cha pili kinasema kanuni za maadili zinapaswa kusainiwa na vyama vya siasa, kila chama cha siasa, kila mgombea, serikali na tume ya uchaguzi. Tume liandaa kanuni za maadili ya uchaguzi na tarehe moja mwezi wa tatu mpaka tarehe kumi na nne mwezi wa tatu mwaka huu tume ilipeleka kanuni za maadilizo ambazo ni rasimu kwa vyama vya siasa vyote vyenye usajili kamili kumi na tisa pamoja na serikali, na tarehe kumi na nne ilikuwa mwisho kupokea maoni ambayo vyama vya siasa viliwasilisha maoni yao pamoja na serikali ambayo tume iliyafanyia kazi maoni hayo na kuyakamilisha. Na tarehe nne mwezi huu eh, Aprili 2025 tulirudisha tena rasimu za kanuni za maadili kwa vyama vya siasa ili vione kama maoni yao na, na ushauri wao umezingatiwa kwa kanuni za maadili maadili hizo, na baadaye tukavialika vyama vya siasa sasa kuja kusaini maadili kanuni za maadili hayo leo tarehe kumi na mbili mwezi wa nne 2025. Napenda nitumie fursa hii kwa niaba ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi kuvishukuru vyama vya siasa vyote kwa namna ambavyo vilishiriki katika mchakato huu. Ili vilishirikishwe na tume mara ya kwanza tarehe moja mpaka tarehe kumi na nne mwezi wa tatu nvilikashirikishwa tena na tume kuanzia tarehe nne mwezi huu mpaka tarehe kumi na moja mwezi huu, na leo nitamki rasmi kwamba tumesaini kanuni za maadili ya uchaguzi vyama kumi na nane Kwanza vimearidhia na pili vimesaini kanuni za maadili hayo, pamoja na serikali kupitia ofisi ya wa waziri mkuu. Sasa kifungu cha 162 cha pili kinasema ni lazima masharti hayo yasainiwe na kila chama na kila mgombea na serikali na tume ya uchaguzi ee, maana yake napidi yazingatiwe. Maana yake chama kisiposaini kanuni za maadili hizo hakitaruhusiwa kushiriki uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani. Na sio kwamba hakitaruhusiwa kushiriki uchaguzi tu utakofanyika mwisho wa mwaka huu na chaguzi zingine ndogo zote za kufanyika katika kipindi hiki mpaka elfu mbili na thelathini, Mungu akitujalia kufika salama. Kwa Chama cha Demokrasia na Maendeleo cha Chadema hakijasaini na na kanuni za maadili hayo, maana yake kwa mujibu wa sheria na kanuni ni automatic kwamba hakitaweza kushiriki uchaguzi kwa sababu chama chenyewe hakitaweza kupata fursa kuteua wagombea kwa sababu hakikusaini kanuni za maadili hayo, na hata wagombea wao, ukisoma kanuni namba ishirini na kanuni namba ishirini na sita na kuna mada thelathini na moja ya kanuni za uchaguzi wa rasimu na madiwana mbazi misha chapishwa, ni kwamba inasema mgombea wa chama cha siasa inagombea nafasi ya kiti cha rais, inagombea nafasi ya ubunge, inagombea nafasi ya udiwani, atapaswa kabla kutelewa kujaza fomu namba kumi ambayo ina inaonesha kukili na kuyatii kanuni za maadili ya uchaguzi. Ambayo kama chama hakikusaini, manake mgombea wake okay, hawezi kupaya fomu namba kumi kwa sababu chama chake takuwa bado hakijakubali kanuni hizo. Kwayo nitumie fursa hii kusema tunashukuru sana tume. Sasa tuko tayari na Jumatatu, e, Mungu akitujalia, mwenyekiti atatoa kalenda ya uboreshaji wa awamu ya pili heno, tutasonga mbele kwa ajili ya maandalizi kamili ya uchaguzi. Asanteni sana.